Hello, mambo vipi? Madam Di hapa. Nimekaa muda mrefu sana sijaletea habari mpya. Lakini leo nimekuja na kitu kizuri sana kuhusiana na bando. Ili kumpata Madam Di lazima uwe na bando la kutosha. Na kupata bando zuri kabisa kutana na bwana mdogo anaitwa Godi kutoka Kitunda pale, atakuletea uh, laini nzuri kabisa kwa ajili ya bando na pia atakuunganisha na bando la ofa pia atakuunganisha na SMA kutoka um, Airtel kukuletea vifurushi mbalimbali mbali. Ili kupata unatakiwa umtafute bwana mdogo a uh, Godi au anajiita G service, utamtafuta kwa mawasiliano ziro saba kumi na moja kumi na moja kumi na moja kumi. Hii namba iko WhatsApp pia inapatikana Aa, kwa kawaida unaweza ukatuma message unaweza ukapiga simu muda wowote, lakini vilevile atakuunganisha katika chaneli yake ya WhatsApp, utajipatia matangazo mbalimbali. Aha, na kingine bila kusahau kwamba Tigo wanakuletea ofa. Lakini ofa hizo, elfu kumi kwa GB kumi, elfu ishirini kwa GB ishirini na mbili, elfu thelathini kwa GB thelathini na tano lakini zote hizo utazipata kupitia huyu bwana mdogo anaitwa Godi anapatikana Kitunda. Aa, ukipata la, ukitaka laini za wakala pia utazipata kupitia kwake. Bila kusahau namba zake ndo zile zile 0711 saba kumi na moja kumi na moja kumi, nitawaandikia hapo ili mpate ili mpate kuzijua zaidi. Lakini pia kuna haloteli, anakuunganisha na haloteli bando, shilingi elfu kumi kwa GB kumi yani elfu arobaini kwa GB arobaini na tano shilingi elfu kumi na mbili kwa GB kumi na mbili yani bure kabisa. Yani huduma iko sawa na bure hapo. Wewe ni wewe tu kupambana, na ukimaliza hapo ndio utakuja kumfuatia Madame D na huduma zake, na utazipenda bure